Ulikuwa unajua kuwa kushindwa sio kubaya, bali ni ufunguo wa kufanikiwa. Huu ndio ukweli mtupu. Habari yako mpenzi mtazamaji, imani yangu ni kwamba usalama salimini. Naitwa Jerome Hakizimana J, kwa majina ya umaarufu Umutarambirwa. Niko katika tasnia ya utangazaji habari yapata miaka minane. Wahenga na wataalamu mbalimbali wote walibaini kuwa kushindwa sio mwisho wa kila kitu bali ni sehemu ya safari ya mafanikio. Jambo ambalo la wakanganya wengi na kulipotezea mbali huku wakishindwa kulitekeleza. Katika session hii ya tano ya Nakukama yani na saa za kufanikiwa katika maisha, nitakufafanulia faida saba za kushindwa katika maisha, yani namna gani unaweza kuelewa manufaa ya kushindwa katika kufaulu kwa watu. Kabla ya kuingia kwa kina, hakikisha kwamba umeshajiunga nasi ili usipitwe na chochote kitakachokuwa kinapitia kwenye chaneli hii, kwani kile una Unachokaribia kusikia ambacho pia kitakuwa kinapitia mara kadha wa kadha, hapa ndicho kinakuja kukwamua katika giza hilo lilomo kuna kipindi kirefu. Ndiyo kabisa. Tunaingia moja kwa moja, faida saba za kushindwa katika kufaulu kwa watu ni hizi zifuatazo. Kwanza kabisa, kufahamu kuwa kushindwa ni sehemu ya safari. Kushindwa ni sehemu ya mchakato wa kujifunza na kukua badala ya kuogopa kushindwa elewa kuwa ni fursa ya kujifunza kutoka kwa makosa yako na kuyaboresha. Kila makosa ni somo linalokupeleka mbele. Sijui kama hapa umeweza kunielewa ndugu mpenzi mtazamaji. Hatua ya pili, kutazama kushindwa kama fundisho. Wakati unaposhindwa, badala ya kujilaumu, tafuta kile unachojifunza kutokana na hali hiyo kwa mfano kwa kujiuliza maswali kama yafuatayo: je, ulijua ni nini kilichokufanya ufanye vibaya kiasi kile? Je, kuna njia bora za kufanikisha lengo lako? Fanya uchambuzi wa makosa yako ili uepuke kufanya yale yale tena. Hatua ya tatu ni kujenga uvumilivu na azma. Kushindwa kunakuonyesha kuwa kila kitu si lazima kitokee kama unavyokuwa unataka, lakini pia hakipaswi kukufanya kukata tamaa uvumilivu na azma ni muhimu ili uendelee kusonga mbele licha ya changamoto hizo. Kumbuka kuwa mafanikio hayaji kwa urahisi, bali ni matokeo ya juhudi na kujitolea. Tunaendelea moja kwa moja na hatua ya nne, ni kujenga mtazamo chanya. Badala ya kuona kushindwa kama kikwazo, achukulia kushindwa kama nafasi ya kujifunza na kuboresha zaidi unavyokuwa unavifanya. Mtazamo chanya unakusaidia kushinda vikwazo na kuendelea mbele. Ukiwa unachukulia kushindwa kama hatua ya kawaida katika mchakato wa mafanikio, kutakusaidia kutoona kama ni mwisho wa mambo, bali kama sehemu ya safari. Manufaa ya tano ya kushindwa ni kuweka malengo mapya na kuboresha mkakati. Badala ya kushindwa, tafuta njia bora ya kufikia malengo yako. Mpanga mikakati mpya naweka malengo ya wazi kabisa. Pamoja na kushindwa, una nafasi ya kuboresha mbinu zako ili ufanikiwe baadaye. Sita, kutumia kushindwa kama moto wa kujenga nguvu. Ha, hili sasa, kushindwa hakufai kuwa kipingamizi bali ni kipaji cha kujenga nguvu za kiakili na kihisia. Kila kushindwa kuna kufanya kuwa na uwezo wa kuvumilia na kukabiliana na changamoto zinazokuja mbele. Hivyo basi, unakuwa mtu ngangari kabisa na thabiti kukabiliana na changamoto zitakazokuja katika siku zijazo ha? Yes, mbinu ya saba ni kujifunza kutoka kwa wengine. Hiki sasa muhimu sana. Watu wengi mashuhuri wamepitia kushindwa kabla ya kufikia mafanikio. Sijui kama hili kukuwa najua. Ndugu mpenzi mtazamaji, tafuta mifano ya watu waliokutana na kushindwa lakini ambao walijifunza kutoka kwao na hatimaye wakafanikiwa. Hii itakupa motisha na kutambua kuwa hata kama hujafaulu kwa mara ya kwanza, sio mwisho wa kila kitu. Safari inaendelea kwa kifupi kushindwa sio mwisho wa safari bali ni hatua muhimu katika kujifunza, kukua na kuboresha. Kila kushindwa kunatoa nafasi ya kujifunza na kufanya mabadiliko katika juhudi zako za kufikia mafanikio. Hadi hapa kabisa mpenzi mtazamaji sina la ziada. Imani yangu ni kwamba umejifunza mengi zaidi ambayo yanakuja kukukwamua katika hali ambayo iliyokwemo ya kuchukulia kushindwa kama vile ni ishara ya kutokuwa mtu muhimu katika maendeleo yako. Shukrani sasa, wewe uliyejiunga nami toka mwanzo hadi tamati, matumaini yangu ni kwamba video hii imekuongezea uwezo wa kutathmini na kuchukulia kushindwa kwa namna tofauti na ulivyokuwa unachukulia kushindwa kabla ya kutazama video hii. Mnasihi wako alikuwa ni mimi Jerome Hakizimana Mutarambirwa, kijana mchangamfu japo si mkamilifu, sina mwingi udhaifu, ningependa niwe mtakatifu, naelekea kuwa maarufu, nikiwa kosa lakini takuwa kama vile mufu, japo mimi ni mwaminifu, sijawahi sema yasiyo na maana. Ninaamini kuwa hekima ndiyo nguzo ya maisha daima. Kama ilivyo kawaida, Mutarambirwa, bora ni uliwe na uchovu kuliko kuliwa na uvivu, kwani mvumilivu hula mbivu. Wakati wa vivu monia wivu, msitembee kwa kakamavu, kwani hiyo ni tabia potovu isiyo akisi uelevu wala